Shinikizo la damu lililo juu lenye protini kwenye mkojo wako wakati wa ujauzito ni hali inayoathiri idadi ndogo ya wanawake na watoto wao. Inaweza kusababisha shinikizo la damu lililo juu, uvimbe kwenye miguu yako na protini kwenye mkojo wako, ingawa baadhi hazina dalili kabisa. Idadi kubwa ya kesi za shinikizo la damu lililo juu lenye protini kwenye mkojo wako wakati wa ujauzito sio makali na vinaweza kusimamiwa kwa urahisi na wakunga na madaktari walakini unapaswa kufahamu dalili za awali za hali hiyo ili uweze kutafuta msaada haraka iwezekanavyo. Shinikizo la damu lililo juu lenye protini kwenye mkojo wakati wa ujauzito kawaida hutokea katika nusu ya pili ya ujauzito au muda mfupi baada ya mtoto kuzaliwa. Ishara mbili kuu za ugonjwa huu ni shinikizo la damu lililo juu na protini kwenye mkojo wako. Hizi zinaweza kufuatiliwa wakati wa uchunguzi wa afya kabla ya mtoto kuzaliwa lakini pia kuna dalili zingine ambazo zinaweza kujitokeza ikiwa ugonjwa huu utajitokeza. Mifano ni maumivu makali ya kichwa, matatizo ya uonaji, maumivu chini ya mbavu zako na kuvimba ghafla usoni, mikononi au miguuni kwako. Ikiwa utapata dalili yoyote kati ya hizi, unapaswa kuwasiliana na kituo cha afya au mkunga haraka iwezekanavyo. Pia, unapaswa kujua kwamba kuna hali fulani ambazo huongeza uwezekano wako wa kuwa na shinikizo la damu lililo juu lenye protini kwenye mkojo wakati wa ujauzito. Hizi ni pamoja na kuwa na uzito kupita kiasi kuwa na shinikizo la damu lililojuu kabla ya mimba, kuwa na kisukari au kuwa na wanafamilia ambao walipata shinikizo la damu lililojuu lenye protini kwenye mkojo wakati wa ujauzito wao. Ikiwa mojawapo ya haya inakuhusu, ni muhimu uwe makini na dalili tulizoelezea. Tunasisitiza kwamba shinikizo la damu lililo juu lenye protini kwenye mkojo wakati wa ujauzito ni hali ya nadra ambayo kwa kawaida inaweza kutibiwa na wataalamu wa afya, lakini utapunguza hatari ya ugonjwa huu kuwa mbaya zaidi kwa kufahamu dalili za mwanzo na kutafuta msaada haraka iwezekanavyo.